Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa mkoa wa Manyara, Queen Sendiga, wakati akizungumza na waandishi wa habari kuelekea uchaguzi mkuu siku ya Oktoba 29 mwaka huu, zikiwa zimesalia siku nane pekee kufanyika kwa uchaguzi huo. Arasi Sendiga anatoa msisitizo kwa wananchi kujitokeza kwa wingi katika vituo vya kupiga kura huku akiahidi kuwa serikali imeimarisha hali ya ulinzi na usalama katika vituo hivyo. Tutaendelea kudumisha usalama ndani ya mkoa. Sasa hivi kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi usalama ni jukumu letu muda wote, tumeendelea kuimarisha hivyo, na tunaendelea kusisitiza ushirikiano kati ya serikali, vyama vya siasa na wadau wa uchaguzi ambao kimsingi ni wananchi. Kwa hiyo tunategemea tarehe ishirini na tisa wananchi wataamka, watakwenda kupiga kura, lakini kama serikali tuna wajibu wa kukemea mapema, kukemea tena, kukemea kweli kweli yoyote ama kundi lolote ambalo wanadhani watatumia tarehe ishirini na tisa katika kutekeleza azma zao ovu. Kama mkoa tumejipanga kuhakikisha kwamba yoyote atakayekuwa amejipanga aidha kwa makusudi ama kwa bahati mbaya kwa kujishawishi mwenyewe ama kwa kushawishiwa kwenda kutufanyia vurugu na kusababisha siku hii isiwe siku ya neema na baraka kama ambavyo Watanzania wote tunategemea tuipate. Miaka mitano ya uongozi inayokuja inategemea tarehe ishirini na tisa maamuzi ya Watanzania. Sisi kama serikali tunaendelea kuimarisha ulinzi huo, na ninatoa onyo kubwa na kali kabisa kwa kikundi chochote, kwa yoyote, narudia tena, awe amejishawishi mwenyewe ama ameshawishiwa, kupanga kwa makusudi ama kwa bahati mbaya, kwa namna yoyote kutia doa tarehe ishirini na tisa ndani ya mkoa wa Manyara. Baadhi ya wananchi mkoa wa Manyara akiwemo Jessica Thomas Elisha Wema wameahidi kujitokeza siku ya Oktoba 29 kushiriki katika uchaguzi mkuu huku akitoa rai kwa vijana kujiepusha na hali ya vurugu siku hiyo. Ninaomba vijana wajitokeze kwa wingi wapate kuchagua kiongozi anayehitajika. Tunaomba Mungu tu ya amani iwepo. Kazi ni kumwomba Mungu ili uchaguzi uendee vizuri kwa amani. Naomba wananchi wajitokeze kwa, kwa wingi tupige kura kwa amani na tumtangulize Mungu kwa kila jambo kuhusu uchaguzi mkuu tarehe 29. Nawahimiza nawashauri vijana wote Watanzania wote kwa ujumla, yeyote ambaye amefikisha umri wa miaka 18 na kuendelea, wajitokeze kupiga kura. Kwa wale ambao wanashauri kuandamana au kufanya vurugu au kufanya chochote, mimi nawashauri wasifanye hivyo, kwa sababu tunavyojua, majirani zetu waliwahi kufanya hivyo na mpaka sasa hivi wanafanya hivyo, kuandamana. Kwa hiyo mimi nashauri Watanzania wote tushirikiane kulinda umoja wetu, amani yetu. Sisi wazee tunajua wajibu wetu, lazima tukapige kura na lazima nijitokeze kwa sababu nishajiandikisha, lakini kwa vijana ni muhimu zaidi. Yaani wakifanya kujitokeza, sababu taifa ni vijana, sio wazee na zuri wakijitokeza, wamchague rais ambaye atakuwa na uledi mzuri wa kuweza kuongoza taifa. Nchi yetu ni ya amani, na siku zote sisi Watanzania hata mataifa mengine wana, wanaiga kwetu sisi wa Tanzania. Kwa hiyo kivizuri ni kutokuwachana na hao watu wanaohamasisha maandamano. E, tuwa na amani na tufanye tupige kura kwa amani, ili nchi yetu endelee kuwa na amani. Kutoka Babati mkoa ni Manyara, mimi ni Marcel Lazaro na hii ni Clouds TV.